Na ilikuwa inakuwaje, sasa babu? Kijana amemwona binti mahali, anakuta labda binti hiyo alishachezewa, ilikuwa inakuwaje kuwaje hapo. Ah, huyo sio mke wako ha? sio mke wako kweli hey, kwa hiyo sasa lazima binti eh, uh -huh. ajifunzie kwangu mimi, sawa hata mimi nijifunzie kwake. ndio Nikuulize swali lingine la kichokonozi. mm -hmm. Zamani mlivyotaka kuoa yani, wewe kumwoa bibi, utaratibu wenu ulikuwa unakuaje? Kuaje? kwa sababu sasa hapo pana mchanganyo, huyu anasema zamani kuwa hivyo, anasema vile, naomba useme wewe, kama wewe ha. Zamani vijana mliokuwa kwenye makanisa ya, ya kiroho, au mliokuwa mmeokoka, utaratibu wa kuoa ulikuwa unakuaje? Kuaje? Eh. ukifikia umri wa kutaka kuoa. Ndio. Kwanza tulikuwa tunaomba na kufunga mm. Mungu nipe ambaye tutaishi wote, Amen, na nataka kukutumikia, ndio kazi yako, nikawe mtuma na mtumishi wako Amen. tulikuwa tunaomba hivi e. Sasa Mungu alikuwa anatuletea mm. kwa maombi hayo, anajibu. kwa sababu ya maisha yenu pia alikuwa masafi, ndiyo, ndio sisi tulikuwa hatuendi pupa pupa, hapana mm, mm. Tunafuata taratibu za kanisa eh. taratibu gani hizo babu? Maanake sasa umeomba mm -hmm. au Mungu amekuonyesha kwamba wewe ambaye ukimwoa hautajuta ni yule binti wa kanisa fulani, ulikuwa unaenda kumtongoza mwenyewe mm -hmm. au ilikuwa inakuaje kuaje? Sasa Mungu akisha kuonyesha umempata? Hapana, nikionyeshwa, nilikuwa nafuata taratibu za kanisa eh, he. taratibu gani? Naenda kwa wazee mm -hmm viongozi wa kanisa. Sawa. Tena si wafikii wao. mm -hmm. Nafikia kwa shemasi wa kanisa. Sawa sawa, ambao ni askari wa kanisa. Amina. Kwa lugha nyingine, ndio shemasi. Wengine mm. wamezoea wa, wa wanasema madiakoni eh. Sisi tumezoea na shemasi, ndio. Sasa huyo shemasi tukipeleka mm. huko shida zetu. Ndiyo. hawa mashemasi mm. walikuwa wanafikisha ngazi ya mbele eh. ambayo tunasema wazee wa kanisa. Okay, sawa. Hao wazee wa kanisa e, ndipo walikuwa wanachukua hizo taratibu mm -hmm. kuzipeleka kawaida ilivyo. Mm. Yaani shemasi wa kanisa lako uh, anaenda kwa, kwa, kwa shemasi wa aliko binti. Sawa. Eh, aliko binti. Binti akikataa, basi, akikubali taratibu zinaendelea. Yeah. Ah. Sisi hapa kanisani, woi, binti kijana huyu haendi kutongoza huyu binti. Anaandika fomu, anajaza. Sijawahi kuzini, nina umri wa miaka kadhaa, ninafanya kazi hii, ni mvivu kidogo una eneo, ni mzembe ili eneo, nafanya vizuri hapa na hapa. Anajaza ile fomu, tumemuongoza, anaandika tu ndio, hapana, kweli, ndio nilivyo sivyo. Ndio tunaichukua ile fomu, aende msimamizi wa hayo mambo, anampelekea binti, anasema Mwakisianjo mwanguku, ameandika fomu hii hapa anasema eti yeye ni hivi, ni hivi na hivi na hivi, ameshawahi kuzini mara kadhaa, unamkubali? Ni mvivu, ni mzembe kwenye hili eneo, ana roho mbaya, ni mnyimi, unamkubali? Ana watoto wawili, mwisho mshuka kabindi anasema tutamkuta wapi sasa mwingine kwa hapa tulipo, ni sema aje yoyote, kikubwa napumua. Kwa hiyo kwa hapa lipo, naombeni tu huyo huyo usema basi huo ni mzigo wako, siukatulalamikia lakini, umefika mahali umeiangalia fomu unajua hey, anatutota tu ili mzembe mvivu aogi, anakojoa kitandani, sema hii sitaiweza, sitaiweza. Jamani, naomba akatafute kwingine, ili tuepushe manung'uniko na maumivu ya kwamba sikujua tuepushe kwamba sikujua. Na huwa tunasema ukiandika fomu hiyo ukadanganya, ile fomu tunakuwa nayo viongozi wa kanisa, kabla haijaenda kwa binti, tunapitia sisi tuone ulioandika ni kweli, alafu mwisho wa siku tunatangaza. Kama hivi akatokea binti akasema, "Huyo mi nimewahi kulala naye na mtoto naye," ndoa inafia hapa, kwa sababu hatupendi huyo binti akajute baadaye. Sisi tunasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye atapata rehema. Hata kama uliwahi kujichafua, weka wazi ili tuendelee kumwomba Bwana akusafishe, lakini sio ufiche. Maanake hapo, babu, mlikuwa sasa mnafanya jifanyaje? akidanganya aki, aki pale, mkafunga harusi. ah, kabla ya harusi kufunga, lazima akaguliwe. Akaguliwe na wakina nani hao wanaomkagua? shangazi zake, sawa upande wa kwa mama hey, na kwa baba ndio shangazi na mama mdogo au mkubwa. Hey, anakaguliwa, unamkagua binti binti yule. Sasa wakikuta alishacheza na ushatoa wa mahali, basi imeharibika mali, unawachia e. mali imeharibika a, inarudishwa mali, inarudishwa sio sio wangu. <laughs> na mali unawadai na wada, nadai kabisa, nikajua unawaachia baba. Hapana huyu <laughs> hapana huyu, hapana huyo hapana, wa eh, ha, sio wa kwangu eh, ni wa yule yule, aliyemwalimu, aliyemharibu. Sawa ndio aende kule, lakini lakini walikuwa ni utaratibu wa watu walio waliotiisha mioyo yao kwa Bwana, waliokuwa hawajaokoka walikuwa ilikuwa sasa, Mungu alitawala, ilikuwa ndio desturi sio tu waliokoka wote ah, ah, wote ah, maanake ilikuwa marufuku binti kuolewa akiwa amechezewa. Ndio basi walikuwa wa wanajitunza kwa sababu wanajua kuna adhabu mbele, alafu mzazi anapambana kuwalea ndio sasa eh, kumbe basi mchungaji wetu hajakosea. Sisi kanisani kwetu babu, hmm. mchungaji ameweka hiyo, mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile ameweka hiyo <laughs> binti ikifika, anaolewa alishachezewa, siku ya harusi anavaa shela jekundu, bluu njano nyeusi, avae shela jeupe. Ila binti aliyetunza maisha yake anavaa shela ndo anavaa shela jeupe, lakini pia anakuwa mwazi kwa kijana kwamba kijana, yaani kabla process zote kuendelea, anamwambia kijana kwamba jamani, mimi umenipenda, lakini nishachezewa. Kwa hiyo kijana anaamua amchukue au amwache. sawa, sawa. Eh, ilikuwa ndivyo ilivyo, kama ata atakubali mm. kumwoa basi atamwoa, lakini akimkata, ndoa hizo eh, zili zilikuwa zinasumbua sana mm, za wale ambao walikuwa wanalazimisha <laughs> lazimisha. Wewe unaona utofauti gani sasa babu, au unawaambiaje basi vijana, mabinti wa sasa, vijana wa sasa ambao masikio yako juu juu, hawataki kusikia maagizo na maelekezo kama haya? Wewe nimesikia neno lako hapo, umesema kwamba zamani hata wale mabinti ambao walikuwa hawajamjua Mungu, lakini ujinga na umarani kitu ambacho hakitaji kwao, ndio sasa sasa hivi, sio wanaomjua Mungu wanajiita walokole, sio ambao hawajaokoka. Mambo yameharibika, yamechangamana. Basi babu, nawaambiaje? Kwanza tuanze na walokole wanaojifanya huko kanisani, huku ni waharibifu. Nawaambiaje babu? Naambia tangu sasa wache, amina amina, wafuate Bibulia ndio, wafuate mafundisho, amen. Hata, hata sisi viongozi mm. tuangalie sana kuwafundisha mm. wakina mama, ndio maana tumeweka wizara huko umoja wa kinamama wafanye kazi hiyo Ngini. kwa mabinti zao mm. Changamoto moja hapo ni kwa kina mama, kina mama wanafundisha nini? Nakuta anaanza kufundisha kavai kanga moja eh? Anaanza kumfundisha binti maandalizi ya kuingia kwenye ndoa, hawamfundishi binti maadili namna gani anaweza akajitunza. Hayo unakuta ni vita kali, hawawezi kufundisha hata kidogo, kwa sababu unakuta, na mimi nilishindwa afu nikafundisha eh? mm upo umoja wa vijana ndio, wizara zote hizo zipo hizo. Amina. Ni kukijenga kizazi kipya ndio vijana hapo. Sasa wakikutana kufundishana, basi ni stori za wachumba wachumba, mimi bwana, lazima nizini naye ndipo ni moe, mimi nifanye hivi, kwa iwe kwa Wakristo iwe kwa wapagani, saa hizi tabia hazijulikani. Sasa nini? Sasa hebu tuendelee, mzee, tupate madini Turudi nyuma mm. Kama leo nasema kwamba kumbuku ulipoanguka ukatubu pale amine, amine. kwa hiyo sasa, tunarudi tunataka kanisa lirudi mwenendo ule ule ambao tuliopokea sisi, ndio mara nyingine Mungu ametusasa sisi ili tujaribu kulishauri kanisa amene, amene. Ndi lirudi ndiyo. Nyuma ndio wapi tulipoteza? Mm. kizazi kipya tukijenge kizazi kipya. Hawa wazee Mungu anakuwa amewaacha kwa ajili ya kutengeneza kizazi hiki kilichopo sasa. Kwa nini ndoa nyingi siku hizi zinaachana sana? Sasa sisi wenyewe, au mimi mwenyewe, mpaka umri wangu huu unafikia, basi nimepita kwenye vitu vingi sana, kiwango ambacho niliweza kujilinda ili nisijiingize kwenye uzinzi. Wanakuwepo watu na vijana wengi wanakutafuta kabisa kabisa kabisa, na unasema hawa nitaingia nao kwenye mahusiano ya kawaida ya kuja kuoana, lakini bado unakuta fikra zako zinagoma kabisa kwamba Mungu ah, ah. Sio kwa stahili hii hapana, Mungu sio hivi kwao. Unakuta ni maisha ambayo wengine tulijitunza tuliishi vizuri. Nimependa sana kauli ya mzee hapo, anasema Mungu katuacha ili kukitengeneza kizazi hiki. Sasa binti, nani anaweza kukubali atengenezeke akubali eti umwambie, ni ni usitembee na kijana yule, hebu ishi maisha haya, uwe vizuri. Siku hizi hata wanakuwa mtu anakuwa mbishi kabisa eh. Nani eti uwe bikira? Kizazi hiki inakuaje? Inawezekanaje? awa ah, waongo ndugu, inawezekana kuanzia mimi mwenyewe, vijana wengi walinitafuta sana, lakini bado maisha yangu niliyatunza sana, ndio maana mzee hapo kasema mm -mm mara nyingi ndoa ikiwa kama mtu alipitia pitiwa na watu wengi hiyo ndoa inakuwa na mashaka makubwa sasa kama wazee wa zamani wanaongea mambo kama hayo Yeremia uh, sura ya sita mstari wa kumi na sita Biblia inasema hivi Bwana anasema hivi simameni katika njia kuu mkaone mkaulize habari ya mapito ya zamani iwapi picha iliyo njema mkaende katika njia hiyo nanyi mtajipatia raha nafsini mwenu lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo waligoma tukiwambia tulieni, wanasema hatutaki kutulia, nasi tunataka tuwe tu hivi hivi, nao wanajiona ni wajanja. Lakini anasema simameni katika njia mkaulize mapito ya zamani, nanyi mtajipatia raha nafsini mwenu. Ni kweli maisha yako, mwili wako usipochezea na mtu, unajisikia vizuri sana. Kwa sababu gani? Umejitunza vizuri, yani unajisikia raha. Kwa hiyo sheria zimewekwa si kwa ajili ya mateso, bali kwa ajili ya kujipatia raha. Wazazi wengi pia wameharibu watoto wao. Unakuta unapenda sana maisha ya kujiachia, anataka mtoto arudi nyumbani akiwa amebeba chochote, kwa sababu mzazi kama na danga huyo, mtoto kuja kutunzika ni kwa neema ya Mungu tu, kwa sababu wazazi wengi saa hizi vichwa vyao vimeharibika, naye ni mzee amezeka, ila hataki kuitwa mzee nataka kumwambie mambo sasa. Huyo mzazi umtunzie mtoto au mtoto aweze kutunzika kwa huyo mzazi, inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo mimi nikwambie kwamba mzazi yeyote, jaribu kutunza mtoto wako kwa ajili ya faida yako ya baadaye.